Mahakama kuu imesimamisha kwa muda ujenzi wa reli ya usafiri wa umma ya Riruta kuelekea Lenana hadi Ngong unaogharimu shilingi bilioni kumi na moja. Mahakama hiyo pia imesitisha matumizi zaidi ya hazina ya ushuru wa ustawi wa reli kwa mradi huo, kusubiri kusikizwa kwa kesi iliyowasilishwa na seneta wa Busia Okiya Omtata na wengine. Mahakama Kuu imetoa maagizo ya muda ya kusimamisha ujenzi wa reli ya usafiri wa umma ya Riruta Lenana Ngong, pamoja na utoaji wa fedha kutoka hazina ya ushuru wa ustawi wa reli. Maagizo hayo yanafuatia kesi iliyowasilishwa na seneta wa Busia Okiya Omtata na watu wengine wawili wanaodai kuwa fedha hizo zilitumika bila idhini ya Bunge, hivyo kukiuka katiba na sheria ya usimamizi wa fedha za umma. Katika uamuzi wake, Jaji Bahati Mwamuya alisema mahakama imeridhika kwamba ni kwa manufaa ya haki kusitisha mradi huo hadi kesi hiyo itakaposikizwa. Kesi hiyo itatajwa baadaye kwa maelezo zaidi, uh. Na mahakama ya Nairobi imemwondolea mashtaka matatu ya uhalifu wa mitandao na uchapishaji wa taarifa za uongo mwanaharakati Nuru Maloba Okanga baada ya upande wa mashtaka kushindwa kuthibitisha kuwa alikuwa na kesi ya kujibu. Katika uamuzi uliotolewa hivi leo, hakimu Rose Ndombi alisema ushahidi uliotolewa haukuthibitisha kuwa Okanga alichapisha video iliyodaiwa, na kuongeza kuwa kesi hiyo ilitokana na tuhuma na dhana. Mashtaka hayo yanatokana na madai kuwa Okanga alisambaza video kwenye mitandao ya kijamii akitoa maoni kuhusu uongozi wa taifa na utawala, ila mahakama ikaamua kwamba upande wa mashtaka ulishindwa kumhusisha moja kwa moja na usambazaji wa video hiyo wala mitandao iliyotajwa.